Habari uh, za asubuhi. Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia nichukue fursa hii kuwashukuru watu wote ambao amekutana hapa asubuhi hii ya leo. Dkt. Kisengi, kwanza ni kupongezi sana kwa kazi nzuri ambayo wewe na taasisi ya Jakaya Kikwete Heart Institute mnaifanya. Kama kuna eneo sensitive katika mwili wa binadamu ukitoa brain ni moyo na nyie mmepewa eneo kubwa la kuhakikisha kwamba mioyo ya watu inakuwa imara. Kwa bahati mbaya, matembezi yetu ya kwanza yametuonyesha mtu akiwa yuko ICU, uh, inaitwa Cathlab, huko Cathlab, maana yake tatizo aliokuwa nalo ni la kuokoa maisha yake. Um, ni sio kitu kizuri, sio kitu kizuri sisi kwetu, ambao tumezoea kupishana watu wazima wanaokimbia kama wachezaji wakiwa na afya njema unakutana na watu ambao wa, unatakiwa okoe maisha yao kila siku. Yaani, nyie watu wa JKCI hampishani na watu wazima, wakati wote unapishana na watu wagonjwa. Hiyo hiyo environment hiyo is one of the most difficult environment kwa binadamu kuwa exposed kwenye hiyo environment. Kwa hiyo, nichukue fursa hii kumwomba Mwenyezi Mungu awape nguvu, awape uimara na uweledi wa kutosha kuhakikisha kwamba mnaendelea kupambana na hizo hali sio hali za kawaida. Upande wa tukio letu la leo, ni tukio muhimu la kuchangia matibabu ya watoto ambao wana matatizo ya moyo, na kupitia GSM Foundation leo tutaweza kukabidhi hundi yenye thamani ya shilingi milioni 50, ikiwa ni sehemu ya mchango wetu uh, kama taasisi mbili hizi ambazo zimekuja pamoja, Young Africans na GSM Foundation. Ndugu zangu, matibabu ya moyo kwa mtu mmoja ni shilingi milioni nane. Eight million. Niko sahihi daktari? Ndio, milioni hamsini na kwenda kutibu watoto wachache sana katika idadi ambayo tumepewa hapa taarifa na daktari. Zaidi ya maelfu ya watoto na Watanzania kwa ujumla wanaugua matatizo ya moyo. Hiki tunachokitoa ni kidogo sana ukikompea na idadi ya wagonjwa hao. Sasa nitoe wito kwa watu wote, uh, individual na taasisi, vilabu vya mpira, makampuni mbalimbali, tuje tuokoe maisha ya watoto na Watanzania wenzetu katika tatizo hili la ugonjwa wa moyo. Hiki tulichokitoa ni kufungua mlango tu, lakini hakikidhi asilimia hata mbili ya kile ambacho kinahitajika, kutokana na tatizo ambalo linawakuta Watanzania wenzetu. tukikaa kimya hatutaweza kusaidia hii jamii na tutapoteza watoto. Tumeambiwa Mheshimiwa Rais anatoa almost 70%, ndabakia 30%. Hiyo 30% tunatakiwa tuikave sisi na ikiwezekana twende beyond 30%, ili kumpunguzia Mheshimiwa Rais jukumu hilo la kusupport eneo hili moja, na matokeo yake fedha zielekezwe kwenye maendeleo ambayo sisi wote tunahitaji. Kwa hiyo nichukue fursa hii nirudie tena kwa kusema ya kwa kwamba mahitaji ya kuhudumia matatizo ya moyo ni makubwa sana, na sisi kwa pamoja tukishikana mikono tunaweza kupunguza kama sio kulimaliza kabisa tatizo hili la moyo. Dr. Kisenge ametueleza hapa ya kwamba katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati, JKCI ndio taasisi namba moja. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba hatuna shida ya taaluma wala hatuna shida ya utendaji katika kufanikisha kupona kwa magonjwa haya Shida hapa ni fedha, shida ni fedha. Ingekuwa dokta hapa anatueleza kwamba kuna mapungufu ya taaluma, kuna mapungufu ya vifaa, tungesema hapa kazi ni ndefu zaidi. Lakini kwa sasa sisi kama ni namba moja kwenye ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati, maana yake taaluma tunayo, vifaa tunavyo, kilichobaki hapa ni fedha kwa ajili ya kugharamia matibabu haya. Kwa hiyo nitoe tena rai tu, tushiriki kwa kiasi kikubwa kuhakikisha tuna raise funds ya kuokoa maisha ya watoto hao. Na sisi kama Young Africans pamoja na ushirika wetu na Jason Foundation tutaendelea kushiriki kuhakikisha ya kwamba kila mwaka basi angalau hiki tunachokitoa kiongezeke zaidi hapa. Lakini Young Africans kupitia pia dara zake za habari namwona mkurugenzi hapa alikamwe tuendelee kufanya tuongeze taaluma kwa watu tuonyeshe tatizo hili ni kubwa kiasi gani kwenye jamii, tuonyeshe mahitaji ni makubwa kiasi gani, ili tuweze kuwafikia watu wengi. Ukiwapa taarifa, definitely watu wachache wanaweza wakajitokeza kwenda kuokoa, kwa kama sio wengi. Kwa hiyo, Ali, unalo jukumu kubwa la kujulisha jamii kuhusiana na shida iliyokuwepo ili kutoa nafasi kwa watu wengi kuwa na taaluma hii na taarifa hii, ili waweze kushiriki. Mwisho nichukue fursa hii pia kuwapongeza washirika wetu GSM Foundation kwa mchango huu ambao ni mwanzo. Bahati nzuri mimi nakaa kwenye bodi ya foundation, nataka nikuhakikishia dokta, tutaongeza kile ambacho tumekitoa mwaka huu kwenye mwaka ujao. <coughs> na tumshukuru sana mheshimiwa kaka yetu Mr. Talib Said Mohamed kwa mapenzi yake kwa watoto hawa na kuona sehemu ya mapato yake ayalete hapa kwenye kuokoa maisha ya watoto tumwombe yee na familia yake na biashara zake mafanikio ili tuendelee kunufaika na, na, na msaada wake. Mwisho niwapongeze sana Dr. Kisenge na timu nzima ya JKCI na washirika wenu kwa kazi nzuri mnaifanya. Awareness imeanza kuwa kubwa, nimeona umetumia platform kadha wa kadha kuhakikisha Watanzania wanapata taaluma ya nini kinafanyika hapa, lakini pia nimepokea uh, maombi ya kiongozi au maelekezo tulete wachezaji wetu hapa waje kupimwa. Na sisi mwanzoni mwa msimu huwa tunafanya medical check, ambayo ni a very detailed medical check. Na moja katika eneo muhimu sana ni kupima afya ya moyo. Kwa hiyo niseme wachezaji wetu wa club ya Young Africans msimu ujao watakuja kufanya vipimo vyao vya moyo hapa kwetu. Nashukuru sana na tuko tayari kwa hatua zinazofuata. Asante sana. Ni kipekee ningependa kuchukua nafasi hii kuwashukuru wote, lakini zaidi zaidi, kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutufikisha hapa salama. Um, all protocol observes, observed for the interest of time. Um, lakini zaidi pia ningependa kumshukuru uh, Dr. Kisenge mkuu, um, wa taasisi ya JKCI kwa kweli umekuwa kutupa ushirikiano sana uh, toka tulipoanza zoezi hili la utoaji kuanza kuahidi na hata kutimiza ahadi yetu. Um, sisi kama JSM Foundation, kama nadhani Dkt. tayari ameshaelezea ni namna gani tumekuwa uh, tukiwa msaada katika jamii yetu ya Kitanzania, tumekuwa tukifanya kazi katika maeneo mbalimbali uh, na moja la eneo ambalo tunafanyia kazi na eneo la afya, ambapo tumekuwa tukishirikiana na serikali uh, katika juhudi kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais katika uwekezaji wa sekta ya afya nadhani ziara yetu kidogo tuliyoifanya asubuhi ni imeonyesha dhahiri ni kiasi gani Mheshimiwa Rais uh, Dkt. Samia Suluhu Hassan amekuwa kinara katika kuwekeza kwenye uh, kwenye sekta hii ya afya, na sio tu kuwekeza, lakini kuwekeza kwa maana ya kuinvest, kuweka uh, uh, advanced technology kwenye sekta hii um, butu, ikiwa ni sehemu ya kuunga juhudi uh, za serikali tumekuwa tukishirikiana na taasisi mbalimbali za serikali katika sekta ya afya kutoa misaada. Kama ambavyo dokta amesema, tumeshirikiana na um, Ocean Road kutoa kununua vifaa. Tumejuzi juzi tumekuwa Amani Hospital pale tukikabidhi uh, shilingi milioni mia moja za kufanya ukarabati wa hospitali ile, na leo kama ambavyo amesema tuko hapa JKCI kutoa kukabidhi uh, hundi ya shilingi milioni hamsini ambazo kimsingi tayari tumeshafanya transfer ziko uh, katika taasisi hii kwa ajili ya kuchangia matibabu ya, uh, matatizo ya watoto ambao wana matatizo ya moyo, na kama ambavyo takwimu zinaonyesha takriban watoto elfu nne, daktari amesema kila mwaka wanakuwa na matatizo haya ya moyo. Kwa hiyo tunaamini hii milioni hamsini ni mwanzo tu, ni sehemu tu sisi ya uchangiaji wetu katika kuhakikisha kwamba watoto wale uh, 4 wanapata hayo matibabu. Um, kipekee pia ningependa kuchukua nafasi hii kumshukuru engineer Hersi uh, rais wa uh, Yanga kwa ushirikiano na jinsi ambavyo tumekuwa tukifanya kazi kwa karibu sana na wao. Uh, nadhani wameonyesha mfano mzuri sana na wao kuingia MOU na JKCI kwa ajili ya ku create awareness kwa sababu Nadhani wakati tunafanya ziara tulikuwa tunauliza tunamuuliza Daktari Kisenge maswali mengi sana. Sasa hawa wagonjwa wanajuaje wana hii wana shida? Ama inakuwaje namchukua mgonjwa takribani muda gani mpaka kufika hospitali au matibabu yanakuwaje? Na nadhani pia tulivyopita kwenye wodi ya watoto tumeona watoto ambao wana wana matatizo haya ya moyo. Na wengi wanatoka mikoa mbalimbali. Kwa hiyo tunaamini hii bilioni hamsini ni sehemu tu ya kuchangia uh, matibabu lakini ni kusihi tu labda na nikupe ahadi uh, Daktari Kisenge. Tumeona tatizo ni kubwa na uhitaji ni mkubwa. Kwa hiyo hii milioni 50 kutoka JSM Foundation ni mwanzo tu, tutarudi tena ili kuunga mkono jitihada za serikali. Na kipekee pia ningependa kuchukua nafasi hii kumshukuru uh, mfadhili um, wetu mkuu ambaye ni JSM Group of Companies chini ya kiongozi ya Mr. Ghalib uh, Said Mohamed. Wamekuwa ni msaada mkubwa sana, hizi fedha zote ambazo tunaweza kutoa misaada kwa taasisi mbalimbali mbali na kuunga jitihada za serikali zote zinatoka ni sehemu ya faida ambayo wanapata wao kwenye biashara, sio hela ya mfadhili kutoka nje, bali ni hela ambayo wao kama Watanzania, kama mwekezaji wa Tanzania anafanya biashara, sehemu ya faida yake ndio anatumia kurudisha kwenye jamii. Kwa hiyo nishukuru sana kwa wasaa huu na asante sana dokta kwa kutukaribisha. Asante salama, mheshimiwa injinia eh, Saidi, rais wa klabu ya Yanga Be faith. Eh. Ndugu waandishi wa habari wa mabibi na mabwana, awali ya yote, naomba nichukue nafasi hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa nafasi hii na kukutana tena hapa leo. Sisi tunafarijika sana kwa nyinyi eh, kuja hapa eh, kwenye taasisi yetu ya moyo ya Jakaya Kikwete. Naomba nichukue nafasi hii kuwashukuru sana sana sana kwa kutenga huu muda na kuweza kuja nichukua nafasi hii vilevile eh, kuishukuru taasisi ya JSM Foundation, eh, ya na klabu yetu ya Young African kwa siku ya leo ambao mtakwenda <tutu> kutukabidhi eh, cheki au hela taslimu milioni hamsini kwa ajili ya kuwasaidia watoto wenye matatizo ya moyo. Tunafarijika sana eh, ni jambo ambalo kwa kweli sisi kama taasisi tumefarijika sana kwa GSM Foundation jinsi inavyojitoa eh, kusaidia na kuisaidia serikali yetu. Kama mnavyofahamu eh, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anatoa zaidi ya asilimia sabini kuwasaidia hawa watoto, lakini GSM Foundation imekuwa inatoa kipaumbele sana katika eh, kuchangia mambo mbalimbali inachangia kwenye masuala ya elimu, inachangia kwenye masuala ya watoto. Hivi karibuni, eh, GSM kama mnakumbuka, mna walichanga karibu eh, milioni bilioni moja kwa ajili ya club eh, pale, lakini wakatoa zaidi tena zaidi ya milioni mia kwa ajili ya, ya hospitali yetu ile ya amana hivi karibuni, na leo wanatoa eh, karibu shilingi milioni 50 kwa ajili ya kuwasaidia watoto. Si tu kutoa pesa, lakini wameleta tumaini kwa watoto, wamebadilisha maisha ya watoto pengine wangepoteza maisha kwa kukosa hela, kwa sababu wengi wanakuja wanatoka kwenye familia ambazo hazina uwezo wa kulipia. Kwa hiyo, si zaidi tu ya kutoa zile fedha, lakini mmeenda kuleta tumaini ambalo ni tumaini kwa wale watoto tumetoka kuwaona wale watoto na umeona jinsi gani watoto wale wenye furaha. Ni jambo kubwa ambalo mnalifanya foundation eh, kwa kuwasaidia watoto, naomba tuwapigie makofi. <coughs> Ndugu injinia eh, Hersi eh, vile vile wenzetu eh, wa Yanga eh, eh, wana wamekuwa kipaumbele sana katika kuelimisha eh, jamii na kumbuka tulisaini MOU na wao na tunaenda kuelimisha jamii kwa sababu magonjwa ya moyo yanaongezeka kwa kasi. E, Dokta Kuboja amesema hapa kuna zaidi ya watoto elfu nne wanaozaliwa wakiwa na matatizo ya moyo. Katika watoto mia wanaozaliwa kuna wawili wana matatizo ya moyo, na kati ya hao zaidi ya asilimia themanini hawana uwezo e, wa kumudu gharama za matibabu ya moyo, kwa hiyo wanahitaji msaada. Kwa hiyo sisi tutaendelea e, Eh, ku, kuwaomba watu mbalimbali mbali, ili waisaidie serikali yetu katika, kwa, katika haya matibabu ya moyo. Kwa hiyo Yanga wanatusaidia sana kuelimisha watu ili wajitokeze mapema, eh, tunapokuwa tunazunguka kule tulisema na madaktari wetu watakuwa wanaenda wanafanya health check, eh, kwa wale watu na tukiwagundua mapema tunaweza kuwa tumeokoa hela nyingi. Kwa hiyo tuwashukuru sana Yanga kwa kukubali kutuunga mkono katika kuelimisha jamii. Naomba nao tuwapigie makofi. Kama mnavyofahamu, Yanga ni mdau na mshiriki wetu wa karibu katika masuala ya huduma ya afya na utoaji wa elimu ya umma, na mwaka jana Oktoba 28, eh, tuliingia makubaliano rasmi na na, na, na, na haya makubaliano tutaendelea nayo. Na, e, engineer, tuko tayari hata kuwapima wachezaji wenu e, pale wanapohitajika, na sasa hivi kama unavyofahamu taasisi inazidi kuwa na na teknolojia inazidi e, kukua, e, unaweza hata ukawa nyumbani, sisi tukakugundua una tatizo na tukakupima tuka na kupunguza gharama za kuja hospitalini. Naomba pia niendelee kumshukuru ku, ku, ku e, kiongozi wa GSM Foundation ndugu Garib Said Mohamed kwa, kwa kutuunga mkono e, katika haya maswala ya ya matibabu ya, ya, ya moyo. Nichukue nafasi hii vile vile ku e, kuishukuru sana serikali yetu inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwanza katika zile katika zile 4R zake na ndio maana sasa hivi ta, taasisi yetu inaendelea kushirikiana na mashirika binafsi mbalimbali mbali, katika kusaidia, ni kwa sababu ya zile 4R za Mheshimiwa Rais. Lakini Mheshimiwa Rais ametoa hela nyingi sana kwenye taasisi hii, na ndio maana taasisi hii imekuwa ndio taasisi ya tatu kwa Afrika kwa kutoa Eh, matibabu ya tiba na upasuaji wa moyo na taasisi ya kwanza Afrika Mashariki na kati. Naomba tumpigie makofi mheshimiwa rais. Sisi wa, kama wanataasisi wa Jakaya Kikwete tutaendelea kutoa huduma nzuri kwa watu wote, Watanzania wote wenye uhitaji wa matibabu ya moyo. Tutaendelea kuwafuata wananchi pale walipo, tuna outreach program ambayo tunaifanya inaitwa Dr. Samia Suluhu outreach program na tumeshazunguka zaidi ya mikoa ishirini na mpaka sahizi tumeona zaidi ya watu elfu ishirini na mbili na tunawafuata pale kuwapima magonjwa ya moyo, na tunawagundua na matatizo tunawaleta hapa, na wengine ni watoto tunawagundua na tunawaleta hapa. Kwa hiyo hichi kiasi mlichokitoa ni kiasi kikubwa sana, na kitaenda kuwasaidia watoto wengi sana. Kwa hiyo nichukue nafasi hii eh, tena kuwashukuru kila mmoja aliyehudhuria hafla hii na Mungu awabariki, wabariki sana sana. Asanteni sana.